Rais wa Marekani Donald Trump amekanusha madai kuwa anafikiria kuwania urais wa muhula wa tatu, hatua ambayo wataalamu wanakubaliana nayo kuwa ni marufuku chini ya katiba ya Marekani. Katika siku ya hapo nyuma, Trump alisema kuwa hakuwa anatania kuhusu kutaka kuhudumu kudu, kwa muhula wa tatu au hata muhula wa nne, lakini baadaye akasema kuwa kauli yake ililenga kukashifu vyombo vya habari vinavyoendeleza habari za uongo. Watu wengi wanataka nisimame tena. Sijawahi kuwa na mapendekezo kama hayo, lakini kwa ninavyofahamu, siruhusiwi kufanya hivyo. Katiba hairuhusu, lakini kuna watu wengi sana wananishauri kwamba niendelee mwaka 2028. Lakini hilo si jambo ambalo nataka kulifanya. Nachotazamia ni kwamba miaka minne inayoongoza iwe ya ufanisi na nimwachie mtu mwingine kutoka chama cha Republic. Nafikiri tuna miaka minne na miaka minne hii ni muda mwingi wa kufanya kitu kizuri. Ni sauti yake Donald Trump, rais wa Marekani.